Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mechi ya kwanza, mechi yenye ushindani ya aina yake, alhamdulillah, tumebuka na ushindi wa bao moja kwa sifuri, bao ambalo limefungwa mnamo dakika ya kumi na tano ya mchezo na kiungo mshambuliaji e, chakei moja kazi e, moja kati ya kazi nzuri kabisa ambayo imefanywa na Ramadhani Mponda Singano maarufu Mesi, ameweza kuassist asisti, na chakei ametuhakikishia alama tatu muhimu. Pongezi kwa wachezaji, tunawapongeza wamefanya kazi nzuri. Tuliamini mechi itakuwa ni ngumu, mechi itakuwa yenye ushindani, na ndio yale yale ambayo tuliyafikiria na kuyawaza ndio ambayo tumekuja kuona uwanjani. Wapinzani wetu Chipukizi tuliwaheshimu na wao wametuheshimu wamecheza mpira mzuri, wametukamia, lakini kwa Malindi hii tuliwaambia mapema kabisa, kwetu kila mechi ni fainali, na tumeweza kushuhudia goli moja, alama tatu muhimu, kitu pekee ambacho kwetu tunajivunia kwa leo hii. Tunasema safari imeanza, tupo ugenini, alama tatu za ugenini kwetu zilikuwa ni muhimu ambazo zinatupa mafanikio ama kutupa faraja ya kuona watu tunapoelekea. Tuwapongeze benchi la ufundi chini ya mwalimu Joseph Mutiaba, kocha Tedi uh, richard amefanya kazi nzuri, na mwongoza jahazi kwa upande wa nahodha Sadi Juma Makapu, wote wamefanya kazi nzuri. Nadhani na ni mwanzo, tupo tayari kwa mechi inay